Mtazamaji wana kila sababu ya kutamba na kuringa watoto hawa. Mwanzoni walifahamika kama Santa Edwin shule ya kutwa, na sasa wanafahamika kwa jina la Santa Edwin shule ya kutwa na bweni. Wana kila sababu ya kuringa na kutamba. Huko ndiko walikotoka, na sasa wana jina jipya ambalo ni Santa Edwin shule ya kutwa na bweni, kwa maana ya kwamba watoto sasa wanaweza kulala na hata kuendelea na masomo yao wakiwa hapo shuleni, haya yakiwa ni mahafali ya pili ya shule hii sambamba na maendeleo na mabadiliko makubwa ambayo yametokea kwa mwaka huu. Shule hii ilianzishwa mwaka 2019 ikiwa na jumla ya wanafunzi watatu na mwalimu mmoja. Kati ya wanafunzi hao wavulana walikuwa ni mmoja na wasichana walikuwa wawili shule ilikuwa na vyumba viwili vya madarasa ikiwa inatoa elimu ya awali. Wakati huo huo, ilikuwa na mchakato wa usajili wa shule ya awali na msingi. Mnamo mwaka 2022 Oktoba 15, shule ilipata usajili rasmi ikisajiliwa kwa namba EM19592 na kuifanya shule kutambulika rasmi kama shule ya kutwa na mnamo 2025 Septemba 25 shule imepewa kibali maalum cha kutambulika kama shule ya kutwa na bweni. Ndugu mgeni rasmi, mpaka sasa shule hii ina jumla ya wanafunzi 132 wa darasa la awali hadi darasa la saba. Kwa mwaka huu shule ina wanafunzi takribani 20 wanaosoma hapa shuleni kwa msaada Ndugu mgeni rasmi mafanikio haya yametokana na juhudi kubwa zilizofanywa na mkurugenzi wetu Mr. Edwin Soko kwa kushirikiana na walimu na wafanyakazi wengine wa shule wazazi walezi na wana, wa wanafunzi wa shule ya awali na msingi Santa Edu. ndugu wazazi sijapata muda wa kuongea nitaongea mbele lakini uh, hawa walimu ni washukuru sana kwa kuwatunza na niwaambie kitu kimoja, tunapoizungumzia Santa Edwin sio mimi mkurugenzi pekee, ni hawa walimu. Nilikuwa najaribu kuongea na mwenyekiti hapa, nikamwambia mwenyekiti, unapofanya mtihani wa mock shule ikawa ya tatu kati ya shule mia moja arobaini na tano za Mwanza Jiji, si kazi rahisi, lakini ni kazi ya hawa walimu, yaani ukiwaona nihivi vijana vijana ndivyo jinsi walivyo. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wazazi, na bila Santa Edwin ni bila walimu hawa tusingeweza kufika hapa tulipo, na sasa hivi tunaingia kwenye changamoto nyingine ambayo kwao ni fursa ya kuweza kuwalea vyema watoto wenu wa boarding. Ni juzi tu tumepokea barua kutoka wizarani, na status ya shule sasa imebadilika kutoka day sasa ni day and board lakini wanaoweza kusimamia ni hawa. Asante sana Mwalimu Hasani pamoja na kikosi chako chote. Mimi ni, ni, ni, ni ahidi kitu, kitu kimoja, kwenye mambo mengine mimi nitafanya lakini itakapokuja kwenye taaluma ni yeye ndio manawota. Wazazi hao wamekuja leo kwa imani kubwa wakiamini kuona watoto wao wanabadilika. Santa Edwin ni, iwe ni, ni hub ya transformation, tuwabadili watoto kitabia na kimtazamo, kwa sababu sisi tunashinda nao kwa muda mrefu hapa. Kwa hiyo mna deni an, yaani naona wazazi wanapokuja hapa mna deni na wazazi. Mimi ni mkali kidogo, mikono hii mliowapa ni yaongea, lakini pale watakapokuwa wanafanya ndivyo sivyo kwa watoto, nikichukua hatua usiniambie mbona yule mwalimu fulani sija kwa sababu mnalipa ada kweli, sio kweli? Kwa hiyo mikono hii ya sani ni ya pongezi, lakini vile vile ni ya wajibu kwenu. Niwaombe na niwasihi sana wazazi, watoto hawa wa leo ambao tunawaaga waaga, tendeni tena, tukawalee vizuri, ili kusudi wasije wakachangamana na makundi ambayo ni ya mtaani. Sasa niwaombe sana ndugu zangu, wazazi wenzangu, tuelewane kwenye eneo hili mzazi atimize wajibu wake wa namna ya kumlea mtoto leo tunapowaaga katika shule hii. Basi watoto tusije tukawaacha wanazagaa tena mtaani, ni heri umwatafutie sasa masomo ya Form 1 kama ni hapa St. Edwin, ili waendelee kuwa busy na masomo wakati huo wakisubiri matokeo yao ya kuingia kidato cha kwanza. Kwanza nikumshukuru sana Edwin kwa kuendelea Uh, kusimamia shule hii ya Santa Edwini akiwa kama mkurugenzi lakini pia ni mshukuru mkuu wa shule ambayo ameendelea kuisimamia shule hii kwa weredi mkubwa sana shule ya Santa Edwini ukisoma risala ilivyoanza kwa sababu mwaka jana nilisomewa nisingependa kurudi kwenye risala hiyo tena lakini niru, niende pale ambapo uh, aliahidi bwana Edwini soko wakati ukiwa pale hapo kushoto kwetu kulikuwa na jiwe kubwa sana Ambalo Edwin Soko alisema atalipasua na litabadilika kuwa bweni na leo limebadilika kuwa bweni, mpigieni makofi sana Mr. Edwin Soko. Baada ya graduation ni hiyo, nilikuja hapa, ukaluka kwenye mawe hapa, tukielekezana, utajenga hivi, utaweka choo hapa, utaweka mlango hapo, utafanya hivi hapa. Leo ameniita kwa kazi moja tu, kuja kunikabidhi hayo mabweni na mimi baada ya hapa na kuenda kuyatembelea ni yapokee. Lakini Bwana Edwin Soko 20, ni kupongeze. Tarehe ishirini na sita nafikiri kama sio juzi basi nija nikapata barua kutoka kwa katibu uh, mkuu wizara ya elimu, akithibitisha kuwa mabweni haya sasa yako rasmi na yataraza watoto wetu wa shule. Na pili uh, soko naomba ni wanafunzi kumaliza darasa la saba sio kitu kidogo. Wamekaa hapa miaka saba na leo mwaka wao sasa wa mwisho, na juzi hapa tarehe kumi na tarehe kumi na moja tumekuwa na mtihano wa kumaliza darasa la, la saba. Nina hakika kwa weledi wa mkuu wa shule na walimu wake, wanafunzi hawa wote watafaulu mtihani. Tuwapigie makofi sana.